Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali, Tytan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Tytan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu iliyojaa maumivu. Basi usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Tytan Films TZ. Acha tuanze pale tulipoishia kwenye sehemu yetu ya kwanza. Okay. mimi nilikaa pale sebuleni kwa dakika kadhaa nikisikia pumzi yangu ikipanda na kushuka kwa nguvu kama mtu aliyefukuzwa na upepo mkali. Sikujua niende wapi, nifanye nini, au niulize nani? Nilikuwa nimechanganyikiwa, lakini zaidi ya yote nilikuwa na hofu, hofu ya ukweli niliyouhisi lakini sikuwa tayari kuukubali. Baada ya kama dakika tano, mlango wa chumba cha wageni ulifunguliwa taratibu. Nilinyanyua kichwa. Dada yangu Rehema alitoka kwanza, akiwa ameshika simu yake mkononi. Alipoona niko pale, uso wake ulibadilika ghafla, aliwaka kama mtu aliyekutwa akifanya kosa, lakini haraka akajifanya kutabasamu. Amina, oh, umesharudi? Sauti yake ilikuwa inatetemeka kidogo, lakini alijaribu kuificha. Sikutaka kumjibu, nilimwangalia tu kisha. Kwa sekunde chache, Salim naye akatoka chumbani akiwa na tisheti tofauti na ile aliyoivaa asubuhi. Alinisalimu kama hakuna kilichotokea, akijifanya na shughuli na simu yake. Hapo hapo nilihisi kitu ndani yangu kikivunjika. Sikujua kama ni moyo, imani au labda utu wangu, lakini kilikuwa kikubwa. Niliwatazama wote wawili kwa macho yaliyojaa maswali. Kwa nini mlifungia mlango? Niliuliza kwa sauti ya chini ya mtu anayehofia jibu zaidi ya swali. Salim alinitazama akawa kama amezubaa, kisha akasema ah, tulikuwa tunaongea mambo ya kifamilia Amina, tulitaka tu faraga kidogo Nilihisi kama ameniingiza kisu moyoni. Faraga? kati ya mambo yote wangeniambia hilo? Ndilo lililoniingia vibaya. Rehema naye akajifanya anatia huruma. Dada, usinichukulie vibaya, nilikuwa na mshauri Salim kuhusu kitu cha kazini. Sikutaka kuukubali vibaya lakini, hata wakizungumza, mioyo yao ilionyesha tofauti. Walikwepa macho yangu, waliongea kwa haraka na vibaya zaidi walijaribu kunifanya mimi nionekana kama na kuwa na mashaka yasiyo na msingi. Nilikaa kimya, kimya ambacho kiliwatisha zaidi kuliko maneno yoyote. Sikuwa na nguvu ya kulia mbele yao. Niliinuka taratibu, nikachukua begi langu dogo, kisha nikasema kwa sauti tulivu, nahitaji kutembea kidogo. Hakuna aliyesema neno, na kwenye ukimya huo nilihisi kama nyumba nzima inanipiga kelele, kelele za usaliti, uongo na siri nilioanza kuigundua bila wao kujizua. Nilitembea hadi kwenye bustani upande wa nyuma ya nyumba. Huko ndiko nilishusha pumzi nzito, nikaruhusu machozi ya churuke bila kujiamulia. Nilijikuta najiuliza maswali yasiyokuwa na majibu: ni lini ilianza? Kwa nini walichagua kuniumiza mimi? Nilikosea wapi? Lakini cha ajabu, kadri nilivyoendelea kulia ndivyo nilivyozidi kupata nguvu mpya ndani yangu. Sikujua kama ni hasira, maumivu au mchanganyiko ya hisia zote, lakini kitu kimoja kilikuwa wazi: nilihitaji kujua ukweli, bila kujali utaniumiza kiasi gani. Baada ya kurudi ndani, wote wawili walikuwa wamekaa kimya, lakini nilipoingia tu walichaka ghafla. Kile kicheko cha kujifanya hawana tatizo, kicheko kilichonifanya nihisi kama mimi ndiye mgeni ndani ya nyumba yangu. Salim aliniuliza kwa sauti tulivu, "Amina, uko sawa?" nilimwangalia bila hata kublink. Sikuwa sawa, lakini sikutaka kuwapa nguvu ya kujua jinsi nilivyovunjika. Niliamua kuanza kufuatilia. Siku hiyo ilipofika jioni Rehema alijiandaa kuondoka. Nilimwangalia akivaa viatu vyake, nilihisi kitu moyoni kikinong'ona, usimwache aende hadi ujue ukweli wote. Lakini sikutaka kugombana, nilimwachia aende. Lakini kabla hajatoka mlangoni, nilimwambia kwa sauti ya upole, Rehema, kesho njua tena tafadhali, kuna kitu nataka tuongee. Alishtuka kwa sekunde moja, akatazama chini, kisha akajibu "Sawa dada." Akafunga mlango akaondoka, lakini nilipomsikia akishuka ngazi za mwisho nilijua kabisa kesho ndiyo siku nitakayojua kama nahisi vibaya bure au kama maisha yangu yote yamekuwa uongo. Mwisho wa sehemu ya pili ni mwanzo mzuri wa sehemu ya tatu. Basi endelea kutufuatilia bila kusahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Tytan Films TZ.